Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tena kufika katika studio zetu za Al Ihsan na kuendeleza misururu yetu ya vipindi vya Muharram, ambapo tumekuahidi kwamba kwa siku hizi kumi kuanzia jana tutakuletea vipindi vya Muharram tukiwa na mashehe tofauti tofauti ambao tumepanga watuelimishe na kujifunza mengi kutoka kwao kwa mada tofauti tofauti, ambapo tumeanza jana na leo tunaendelea. Ee, basi unatupata live kupitia mitandao yetu ya kijamii Al Ihsaan TV katika mitandao yetu yote, Instagram, Twitter, Facebook na pia vile vile katika mtandao wetu wa YouTube. Mimi ni ndugu yako Ramadhan Salim Fujo ambaye nimeja studioni na sheikh wangu, Dr. Mahmoud Omar Shirazy, ambaye ni mudhir wa Mahdul Kadiri ya Kongwea pale ambaye tupo naye studioni leo akituelimisha kuhusu kuunga kizazi. Ni mada ambazo tumezizungumzia kwa wakati mwingi lakini ni mada muhimu sana ambao leo tunataka kumpa nafasi daktari aweze kutuelimisha ni vipi tunakosea na wapi tunafaa kwenda kuhusu swala zima la kuunga kizazi. Mimi sina mengi ya kusema isipokuwa kukaribisha mpenzi mtazamaji, ujiunge naye daktari ili tuweze eh, kusikia kutoka kwake. assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waalaykumsalaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, daktari, karibu katika studio zetu za Al Ihsaan. Sisi tuna furaha kwa mwaka huu

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kwanza kuweza kutuwafikia na kutujalia kuingia katika mwaka mpya wa Hijria. Naam, ni shukrani kubwa yataka tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni wengi waliokuwa wanahitaji kufika katika mwaka huu no. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawachagua wakaenda mbele yake no. Na kuna wengine pia walitarajia kufika katika mwaka huu, hali ya kuwa wako na uzima no. Hawana maradhi no lakini wakawa pia bado wako vitandani mm. Wengine bado wako mahospitalini. Tumwombe Mwenyezi Mungu awapatie shifa ajili, na waliotutangulia ambao hawakuingia katika mwaka huu 1447 Mwenyezi Mungu awaghufirie madhambi zao, na sisi ambao Mungu ametupatia uhai tukaingia kwa salama salmin Mwenyezi Mungu atuafikie atudumishe katika twaa yake Amen. Na tufanye hijra, tugure kugura kwetu sisi leo hmm. ni kuyagura maasia hmm. na kwenda katika nini taa ya, ya, ya Allah Subhanahu wa Taala hmm. wasia ambao tunawahusia ndugu wa Kiislamu kabla tujaingia katika mada yetu hmm. juzi tumefurahikia mwaka wa hijra, maana maana hijra ni kugura kwamba Mtume sala llahu alaihi wasalama amegura kutoka Maka kwenda wapi? Madina. kwenda Madina no. Sisi leo hilo hatuna la kugura namna hiyo mm. Sasa kugura kwetu kuwe vipi mm-hmm. Kugura kwetu na sisi ni kuyagura makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala mm. Tugure twende katika taa ya nani, ya Mwenyezi Mungu. Tuwe na mabadiliko mm, katika mwaka huu inshaallah. Amen. Mada yetu ya leo ni mada hasasa sana, mada ya kuunga kizazi, kizazi. kabla sijaingia kuelezea ni nini kuunga kizazi ni mm -hmm. nini kuunga kizazi. Kuunga kizazi. Kuunga kizazi, watu leo katika jamii jambo la kuunga kizazi wamelichukulia ni jambo la chini sana. Mm -hmm. Ni jambo halina mtizamo wote katika sharia. Mm -hmm. Ni jambo ambalo yani mtu alifanya si lolote si chocho. Mm -hmm. Si chochote. Halina impact yoyote. Halina uzito tukifanya, halina yoyote. Na athari ambao mipatikaniwa ikiwa watunguza, Mm -hmm. katika jamii utaona leo husun kucecha Watu jamaa moja mm. Haa, watu ndugu moja mm. Leo wameteta mm. Hawazungumziani hawasaidiani mm. Hawa ni watu wa kawaida mm. La kushangaza ni kwamba kunao watu pia katika jamii ambao ni wasomi mm. Ambao ni nini? wasomi. ni wasomi tena ni wasomi wa kidini mm na ni mashekhe mm. Lakini maa alasaf pia utalikuta jambo hili la kuunga kizazi mm. wameliweka nyuma mm. watu hawazuriani mm. hawapeani mm. hawapishani salamu mm. hawazikani mm. ona tatizo mm. Hilo tatizo kubwa, bali wengine hutoa maneno, hasa mimi na wewe, kufa kutozikana, kuto huyo ni mtoto wa ndugu, yani hu, ni ndugu amwambia ndugu yake maneno, maneno hayo hmm. Kwa hivyo hili jambo la kuunga kizazi leo watu wamelichukulia ni jambo ambalo kwamba halina uzito wowote katika nini katika, katika, katika sharia ya Kiislamu ya, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo ni kinyume kabisa. Ibada ya silatul arham ni katika ibada ambazo kwamba ni kubwa sana ni fardhu ain, ni fardhi ya lazima, kama vile swala. Kwamba mimi naenda kuswali, Mungu ataka niswali. Mimi mi natoa zaka, Mungu ataka nifanye nini? Nitoe zaka. Mi nafunga, Mungu ataka nifunge, Mungu ameniamrisha. Kwa hivyo kadhalika silatul rahim, kuunga kizazi pia Mungu atutaka sisi tuunge nini? Kizazi. Tuunge kizazi, si jambo la khiari, si jambo la nataka ama sitaki Ewa, si jambo nataka sitaki mm. Utake usitaki. Kama tutakavyoelezea mtizamu wa sharia namna gani unatuambia una mm. katika jambo kama hili, kwa hivyo hii nimependelea kwamba jamii ile mujtama al-islami imechukulia silatul arham kuunga kizazi ni jambo ambalo kwamba yani halina uzito wowote katika nini? Katika, katika jamii. Ndugu wa Kiislamu, tusiwe namna hiyo mm. kuna mambo ya hatari makubwa sana mm. katika ibada hini, lau hatutaitekeleza vilivyo mm. basi mwisho wetu hautakuwa ni mzuri mm. hapa duniani na kesho api akhera. kesho akhera mm. Tuje kuunga kizazi, ni nini maana ya silatul rahim? Mm -hmm. Kuunga kizazi ni nini? ni. Mm -hmm. Wakati umeenda sana na wakati ni mdogo. Silatu rahim kuunga kizazi mm -hmm. Maana yake ni kuwafanyia ihsan wale aqarib aqraba za mm -hmm. aqraba zako mm -hmm. kila ambaye ni wakaribu wako kwa njia hii au ile kila ambayo ni, amba ni wakaribu wako mm -hmm. ikiwa ni ndugu yako umetoka pamoja mm -hmm. ikiwa ni mtoto wa ammi yako mm -hmm. ikiwa ni mama yako ikiwa mm -hmm. ni ikiwa ni ammi yako ikiwa mm -hmm. ni baba yako ikiwa ni ammi yako ikiwa ni khali yako kila ambayo ya wajua huu ni wakaribu wangu ha? Mm -hmm. yule ambayo umeowa mm -hmm. kwao ukwe mm -hmm. wote wanaingia katika aka Wanainia katika watu wakar. wakar. wako wa karibu mm. Kwa hivyo silatul rahim maana yake mm. ni kila wa karibu wako kumfanyia nini? Kumfanyia wema mm. wema ni upi? labda mm. watu wengine wanasema kumfanyia wema ni fanyia wema ni mpe mapesa huyu mm. namna gani bwana. watu ta salamu tu atosha. watu tabani tuangalie. wataka tuangalie vipi mm namna hiyo, la ihsan ila alaqarib kuwafanyia ihsan wale akraba zako ni kulingamana na hali ya wewe, namna uli namna ulivyo. Uwezo wako, uwezo wako namna uli namna ulivyo mm. uwezo kafanyia ihsan kwa mali, basi mfanye nini? Kwa mali mpe mali, mali. Mm. itakuwa umeunga nini? Kizazi, umeunga kizazi mm umeweza kumfanyia ihsan kwa kumtumikia, kumsaidia, takuwa umefanya nini? Umeunga kizazi. Umeweza leo, nina nusu saa au jisaa jimoja, wacha nikafanyia zia, nika ziara kwenda kumwangalia, ni silatu nini, silatu rahmi, nikiunga nini, nikiunga kizazi hiko. Leo, wacha nimsalimie, nichukue simu tu Nimpigie, nimpigie ndugu yangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Vipi hali yako, hujambo bwana? Hiyo imeingia katika sila tu nini, sila tu. Kufikiria kwamba utoe mapesa yako makubwa hmm, wala utoe majumba yako, naam. Taban ikiwa unao mapesa ya kuwasaidia okay, itakuwa umefanya jambo zuri hmm. Unao nyumba ya kuwasaidia, ndugu zako wasaidie, akaribu wako. Lakini pamoja na hayo pia, kwa mambo madogo madogo mwa kufanya nini, mwa kuunga kizazi. Kwa hivyo kuunga kizazi ina nini? ina ina dau dau kubwa, wasi ripana sana. Ndugu wa Kiislamu, tulifahamu hilo, tulifahamu. Unga mwenzako kwa salamu, kwa kumzuru, kwenda kumwangalia namna hiyo ha? hata kutabasamu, kutabasam kwa kwa kumtabasimamia kwenye uso wake, pia ni katika sura sura tunini, katika kuni wala akraba zako kwa wenye na saba na wewe na upande namna hiyo. Kuna msemo watu wengi wanapenda kuutumia mm. kwamba wanaokudhuru ni watu ambao ndio watu wa karibu wako. Imetengenezwa makusudi kuja kuvunja kizazi. Hizi ni fikra za, za Kiyahudi na. Ni fikra za Kiyahudi kuvunja familia, familia. Tutakuja kuelezea mbele huko mm -hmm. Hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sharia inakuambia hata kama ni kafiri maadamu, mm. ni katika nasaba yako ufai kumkata. Naam. Alimamu Nawawi asema Alimamu Nawawi, hata mm. kama ni kafiri, msaidie mm. ndugu yako mm, akiendelea kumpinga Mwenyezi Mungu kuna dini isiwe ni sababu ya wewe kufanya nini? kukata kizazi, kukata kizazi, mpaka kwa nasaha, mpaka kwa moyo. Haya, sasa ndio wewe ni mulhid, lakini moyo wangu. Wengine hapa je, tuwatupe? wengine hapa je, tuwatupe? Tuwaache tukate kizazi? La, la, la, abadan, abadan. Utakuja kuelezea. Tukate kizazi? La, la, la, abadan, abadan. Utakuja kuelezea.